Maarifa, katika video hii nataka tuzungumzie jinsi ya kupangilia chakula kwa mgonjwa wa kisukari. Jinsi ya kupangilia chakula kwa mgonjwa wa kisukari. Okay? Sasa, tukiwa tuna ugonjwa wa kisukari, tunapaswa kufanya mambo mawili ya msingi kwa ujumla. Jambo la kwanza ni kuondoa kabisa sukari ya nyongeza kwenye maisha yetu. Kuondoa kabisa sukari ya nyongeza ikiwemo sukari unayotumia kwenye chai. Kuiondoa kabisa. Kwa sababu ugonjwa wa kisukari maana yake ni kwamba tuna kiwango kilichozidi cha sukari mwilini kiasi kwamba kinaelea hadi kwenye damu. Ndio maana yake, tuna kiwango kilichozidi cha sukari hadi kinaelea kwenye damu. Kwa hiyo tunahitaji kuondoa kabisa sukari. Hilo jambo la kwanza la msingi. Jambo la pili la msingi ni kuondoa au kupunguza kadiri inavyowezekana vyakula, vyakula vya wanga, vyakula vya vya wanga wanga. Nikisema vyakula vyote vya nafaka hizi. Mahindi, wali, ngano na vyakula vyote vinavyotokana na ngano, mtama, hizo nafaka zote ni vyakula vya wanga. Sasa sukari inaeleweka kwa nini wanga? Wanga ni kwa sababu vyakula vyote vya wanga vinapo baada ya mmeng'enyo vikishavunjwa vunjwa kwenye mfumo wa chakula huwa vinaingia kwenye damu yetu kama sukari. Yaani unapokula wali, unapokula ugali, unapokula miogo, unapokula viazi huwa vinaingia kwenye damu kama sukari. Haviingii kama viazi, haviingii kama wali. Okay? sasa haya ni mambo mawili ya msingi tunayopaswa kuyafanya kuondoa kabisa sukari na kupunguza kadiri inavyowezekana vyakula vya wanga na jambo lingine la muhimu kwenye vyakula vya wanga vyakula vya wanga ambavyo tunabakisha hiyo kiasi kidogo viwe ni vyakula vya wanga ambavyo ni vizima vizima maana yake ni vyakula visivyokobolewa mchele ni mchele wa brown sio mweupe unga ugali ni dona na sio unga mweupe ngano ni ngano nzima na sio ngano iliyokobolewa nyeupe. Kwa vyakula vy... nafaka zote unakisha ni nafaka nzima, okay. Sasa swali la dhahabu ambalo linatokea hapo mara nyingi, tukisema aha, ondoa sukari, watu wanakubali, okay, sawa, nitapunguza sukari. Sasa tukiondoa vyakula vya wanga au nikipunguza vyakula vya wanga, nitakula nini? Ndio swali ambalo huali na ulizwa mara nyingi, na hilo ndio lengo la video hii. Kuna makundi makubwa matatu ya vyakula. Nifuatilie vizuri, sawa. Kuna wanga, kuna protini na mafuta. Haya ndio makundi makubwa matatu ya vyakula macronutrients. Kiingereza nasema hili. Sasa kundi ambalo tunasema ni hatari kwetu kwa ugonjwa wa kisukari ni kundi moja tu hili hapa la wanga ambavyo nimeshavitaja vyakula vya wanga. Bidhaa nafaka zote, ngano hizo, mtama, mchele, mahindi, hizo wanga. Sasa tunapoondoa au kupunguza vyakula vya wanga tunakula nini? Ndio swali ninalojaribu kulijibu. Kitu cha kwanza kwenye wanga tunaweka mbadala na mbadala wa wanga hapa tunaongeza sana kiwango cha mboga na mboga za majani ambazo tunatumia mboga na mboga za majani nikisema mboga za majani majani yote unayojua wee majani yote mchicha matembele majani ya maboga chinese nini figili nini zote hizo spinach zote majani yote unayofahamu wewe lakini nikisema mboga sasa nazungumzia bamia nyanya chungu bilinganya eh, cauliflower, broccoli zote zote zote hizo tunazo N nyanya, vitunguu. Okay, hizo ni mboga. Sasa tunaweka mboga za majani pamoja na mboga mboga kama kuchukua nafasi kwanza ya wanga. Hilo ndio jambo la kwanza tunafanya nitarejea kidogo kujibu kuhusiana na swala la matunda na asali, ni vitu ambavyo mara nyingi wanaulizwa. Sasa kama tunaondoa sukari, na matunda si yana na sukari? Asali je, siwezi kuweka kwenye chai? Nitayajibu hayo maswali. Okay, ukishaondoa hiyo sehemu ya wanga, unachotakiwa kufanya, kitu cha pili ni kuweka msisitizo sasa kwenye protini na mafuta. Na kwa namna ya asilimia, naweza kusema protini atuitumie sana ila mafuta tunayotumia kwa uhuru mafuta yanayofaa, labda niongeze, ni neno mafuta yanayofaa. Kuna mafuta yanayofaa na yasiyofaa, kwa hiyo mafuta yanayofaa ni vyakula ambavyo kwa ugonjwa wa kisukari hayana shida kabisa, ndio vyakula ambavyo tunaweza tukatumia kwa uhuru, kundi hili la tatu. Alafu protein tunatumia si kupita sana kiasi, okay. kama hii tunatumia kwa asilimia 30, hii tunatumia kwa asilimia 50 okay? Mm, ndivyo ambavyo tunafanya. Kwa hiyo tukisema protein, nyama za aina zote, nyama mayai, maziwa, na kwa upande wa mimea protini, tunazungumzia mikunde legumes, yaani njegere, maharage, soya. Hizo ni vyanzo vya protini kutoka kwenye, kwenye, kwenye mimea okay? Sasa tukija kwenye mafuta ya nyeapya, mafuta yanayofaa na sisitiza ile mafuta yanayofaa, tunaona vyakula kama parachichi avocado, vyakula kama nazi karanga. Sasa karanga hapa, jamii zote za karanga, karanga zilizozoeleka kama karanga, korosho, walnuts, almonds, hizo zote ni fat. Vyote hivyo ni vyakula vya mafuta vyenye afya, okay? Lakini vile vile mbegu, mbegu, mbegu ni vyakula, ni chanzo kizuri cha mafuta. Mbegu kama za chia, mbegu za sabja, mbegu za flax, mbegu za maboga hizo ni mbegu, hizo zote. Mbegu, mbegu zote ni chanzo kizuri cha nini? cha mafuta. Lakini kwa upande wa wanyama hizi protini zote nilizozitaja hapa, yaani protini zote za wanyama, kiwalisia zina zina mafuta. Kwa hiyo chakula chochote cha cha wanyama unachokitumia kina protini lakini pia kina kiwango cha mafuta. Ndio maana kwenye mafuta nimekutajia mimea peke yake okay. Sasa maana yake kama wewe ni mgonjwa wa kisukari, au una mgonjwa wa kisukari, unahitaji kuwa master wa kujifunza mapishi tofauti tofauti kutoka kwenye makundi haya mawili ya nini ya chakula, ukiongeza na mboga za majani pamoja na mboga mboga. That's all you need to do, hiyo ndio yote unahitaji kufanya. Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa chakula, kwa hiyo haupaswi kutibiwa na dawa. Dawa zinaleta nafuu na ila haziponyi tatizo. Ugonjwa wa kisukari maana yake tuna overflow ya sukari mwilini hadi inaelea kwenye damu, ndio maana yake. So, una control vipi hiyo sukari ni kwa kuhakikisha utumii sukari ya ziada katika namna ya sukari ya nyongeza na vyakula vya wanga. Vyote hivyo ni sukari. Kwa hiyo kuwa master bobea katika kutengeneza hii. Sasa mara nyingi changamoto ninayoiona ni swala la mazoea. Nitakupa mfano, nikupe mfano. Mara nyingi hapa kwenye mikunde nimetaja protini kuna maharage kwa mfano. Changamoto iliyopo watu wengi wanaona maharage ni mboga. Sio chakula ni mboga <laughs> okay? Kwa hiyo akiyaona maharage anaona yale, ile ni mboga. Sasa anatakiwa apate chakula chake chakulia hiyo mboga hiyo. Lakini kumbe naposema unatakiwa kuwa master wa kupika vyakula katika makundi haya, maana yake ni kwamba ukichemsha maharage yako vizuri, ukayaunga na nazi, umechukua hapa protini, maharage, umechukua na nazi kwenye mafuta. Umeona, eh umeunga vizuri pale, alafu ukatafuta mboga mboga unazozipenda, labda brokoli. Mi napenda brokoli, okay? ukachukua brokoli au ukachukua zukini ukakatia, katia umo kwenye, kwenye maharage yani, ukatengeneza kama supu fulani ya maharage yako yenye nazi pamoja na hayo mamboga mboga. Haijalishi mboga gani umeiweka, hicho ni chakula hicho ni chakula. yani unapaswa kuelimisha akili yako kuona hivyo, kupokea fikra mpya. hicho ni chakula. Ukiweka kwenye sahani pale, yani sio lazima maharage yaliwe na wali au ugali. Ah uh ah, -uh. Ukiweka maharage yaliyoungwa vizuri kwenye sahani yamejaa na maparachichi yako ya kutosha pale. Umeweka maparachichi ya kutosha na maharage yaliyoiva vizuri kwenye sahani. Kile ni chakula kabisa. Kiko sawa. Sio mpaka utafute wali au nini ugali. Kwa hiyo shida iko hapa kichwani. Iko namna ambavyo unaona. Kwa hiyo point ni kuwa master wa kutengeneza vyakula kutoka kwenye protini na mafuta, kwa sababu haya ndio makundi ya vyakula ambayo hayachochei sana mpando wa sukari kwenye damu, na kwa hiyo hayatengenezi sana tatizo la mgomo kwa insulin, insulin resistance, ambayo ndiyo uh, kipengele kikubwa kinachosababisha ugonjwa wa kisukari aina ya pili okay? Kipengele kikubwa ni mgomo kwa insulin. Mwili unagomea insulin kwa sababu seli zimejaa sukari kwa hiyo cheza na hapa, nijibu maswali kuhusiana na matunda, matunda, namna ya kufanya hivi. Ulaji wa namna hii sio kwamba utaendelea hivyo milele, hutogusa kabisa vyakula vya wanga, sio maana yake. Unahitaji ku, kuleta mwili katika hali ambapo sasa ule mzigo wa sukari ulioulemea mwili umeondoka. Ndio sababu kisukari ina pili, wagonjwa asilimia tisini ya wagonjwa wenye kisukari wana uzito mkubwa pia. Why? Kwa sababu mwili unavyofanya ukishalemewa na sukari kishajaa, mwili unaanza kubadilisha sukari ya ziada kuwa mafuta. Kwa hiyo mtu anajikuta anatengeneza uzito ulio pitiliza. Katikati ya wagonjwa tisa, wa, wagonjwa kumi wenye tatizo la kisukari, wagonjwa tisa katikati yao wana uzito mkubwa. Kwa hiyo unachokifanya hiki ninachokueleweesha hapa ndio fomula vile vile ya kupungua uzito. Kwa hiyo unaondoa hiyo sukari ya ziada na mafuta ya ziada mwilini na over hiyo huo mzigo wa sukari unaondoka. Sasa baada ya kuwa umefanikiwa kufikia lengo fulani, unaweza kuanza ku, kuintroduce wanga kidogo kidogo. Ndio maana huwa, kuhusu wanga, nasema ondoa kabisa au punguza. Ondoa kama hali yako ni mbaya, punguza wanga kama hali yako si mbaya sana okay? Kwa hiyo unaanza kuongeza, weka wanga kidogo kidogo kama hali inakuwa nzuri, na hiyo kidogo unayoiweka zingatia iwe ni nafaka nzima okay? Sasa kuhusu matunda, inategemea na hali. Kama hali yako si mbaya sana, matunda nayo yanaenda kama wanga, unatumia kiasi fulani kidogo, kwa sababu matunda ni chakula kizuri chenyewe, lakini shida ni kwamba mengi yana sukari. Na kwa hiyo kama hali ni mbaya, matunda ni chakula chenye afya useme ah, matunda yana afya. Matunda mm-mm, yanaongeza sukari, matunda yote tu kwa ujumla wake. Okay. Kwa hiyo na yenyewe hali inapokuwa mbaya, unayapunguza kiasi cha kutosha. Ndio maana kwa usalama nimesema tumia mboga za majani pamoja na mboga mboga. Kwa hiyo matunda ni kitu ambacho kwenye maendeleo yako mazuri ndo unaweza ukaanza kuingiza kidogo, kidogo. Okay? Vinginevyo tumia matunda ambayo hayana kabisa sukari, hayana mwelekeo wa kupandisha sukari kwenye damu. Matunda kama matango. Okay? Ni tunda ambalo aliongezi kabisa sukari kwenye, kwenye damu. Ni kama mboga mboga. Tuna asali. Siwezi kunywa chai na asali saa kama siweki sukari na nafikiri vita hii inatokea kwa sababu sijui ni nani aliyetuloga kwamba chai ni kitu cha msingi sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kwani chai ni nini? Chai ni, ni muunganiko wa maji, sukari na wengine wanatumia majani au viungo. You don't need that. Kwani unahitaji maji, sikunywa kunywa maji. Okay? Tunachohitaji ni chakula. Kwanza, kimsingi sitaki kwenda kwa kina hapa. Unywaji wa chai, hiyo mnakunywa chai sijui na wali au chai na chapati. Kikanuni za mmeng'enyo wa chakula ni makosa. Wai kwa sababu unatakiwa kuunganisha chakula na maji. Unapounganisha chakula ili mmengenyo wa chakula ufanyike sawa sawa, chakula kinatakiwa kiwe katika hali ambayo ni semi-solid, yani sio kina maji mengi, a kiwe kama katika hali ya katikati, sio maji sana. Sasa unapotumia na kikombe cha chai hiyo chapati, unaenda kufanya kwanza mwili uwe na kazi ya kudeki maji kwanza yakauke, alafu ndio chakula kimengenywa. Kwa hiyo unywaji wa maji na chakula ni miongoni mwa sababu kubwa za tatizo la kutomeng'enya indigestion. Okay? Ni tabia mbaya. Kwa hiyo sijui, kwa hiyo sijui kwa nini tunaona kwamba chai ni kitu cha msingi. Kwa hiyo hakuna haja ya kujikita kwamba siwezi kuweka asali. Ondoa tu hiyo kitu inaitwa chai. Kama wewe unywaji wako wa chai lazima uambatane na nini? Na sukari. Tengeneza chakula. Tunachohitaji ni chakula. Mimi nina mlo wa kwanza na mlo wa pili kwenye maisha yangu. Na most of the time ni mlo mmoja mlo unachohitaji ni mlo. Uhitaji chai kwamba chai, chakula cha mchana, chakula cha jioni? mm -mm. Unahitaji mlo. Kwa hiyo ukitengeneza mlo vizuri, ukaweka, huu ni mlo wangu wa kwanza, huu ni mlo wangu wa pili, inatosha. Sio lazima chai. Kwa hiyo asali, kama sukari iko juu, sio kitu napendekeza, sio kitu napendekeza. Ndio, chunguzi nyingi zinaonyesha asali haipandishi sana sukari ukilinganisha na sukari. Okay, ni kweli, lakini kwa swala la kutafuta uponyaji Sio kitu ambacho nakipigia debe kabisa, achana nacho kwa muda. Na wakati umestabilize sukari iko sawa, mwili umekaa sawa, uzito umepungua, kama una tatizo la uzito mkubwa, sasa unaweza ukaanza kuweka sukari, amini ukaanza kuweka tumia asali taratibu. Na mimi hii imekusaidia? Kama ndivyo, usisahau kubonyeza like ili mwingine aone, bonyeza subscribe pia, ili usipitwe na video nyingine kama hii. Lakini kama unapenda kuingia kwenye darasa letu ambapo tunakufundisha kufundisha mipangilio ya chakula, kama unaona shida kupangilia wewe mwenyewe, andika kisukari kwenye WhatsApp namba yetu hiyo hapo chini, na tutakuingiza kwenye darasa ambalo tunakufundisha utaratibu wa kupangilia vyakula, ratiba za chakula za kila siku, ambazo utazifuata kwa ajili ya kushughulika na tatizo la kisukari. Vinginevyo, nakujali. Bye.